Karibu sana kwenye chaneli yangu ndugu mpendwa wa msikilizaji, na kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele, na kama utapenda ujumbe huu, tafadhali like na share. Leo nataka kuzungumza na wewe kuhusu jambo ambalo linaweza kubadilisha kabisa maisha yako. Awali ya yote, kuna maswali kadha wa kadha ningependa nikushirikishe. Je, umewahi kujikuta ukilalamika juu ya hali yako? Kusema maisha ni magumu, au sina msaada wowote? Je, umewahi kuifikiria kuwa pengine huo ndio mzizi wa tatizo? Roy T. Bennett alisema hivi, ukuaji wa kiakili huja pale unapokoma kulalamika na kutoa visingizio. Huu ni moja ya msemo uliogusa sana maisha yangu kwa muda mrefu. Mimi mwenyewe nilikuwa nikilalamika, nililaumu watu, nililaumu mazingira hadi siku moja nikagundua hakuna kilichobadilika mpaka nilipochukua hatua. Niliposema nitawajibika, hii ni safari yangu, ndipo mabadiliko yakaanza kunijia. Katika Wakorintho wa kwanza kumi na tatu kumi na moja, Biblia inasema, nilipokuwa mtoto nilifikiri kama mtoto, lakini nilipokuwa mtu mzima, niliacha mambo ya kitoto. Hivyo basi ukomavu ni kuacha visingizio, ni kuchukua hatua, hata kama ni ndogo. Leo nakupa changamoto: acha kulalamika, anza sasa, na uone maisha yako yakibadilika siku baada ya siku. Hivyo basi, kama ujumbe huu umekugusa, like, share na subscribe kwa zaidi. Asante kwa kuwa hapa na kumbuka, mabadiliko huanza na uamuzi wako.